Bwana leo, mshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi nyingine aliyokupa. Paza sauti yako kwa kinywa cha kwako mwenye asubuhi leo mbele za Bwana, mwambie Mungu asante. Zaburi ya 100 na mstari wa 4 anasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, lihimidini jina lake na mshukuruni Bwana. Nenda mbele za Bwana kwa shukrani. Baba tunakushukuru, tunasema asante tumechagua jambo la kwanza, kabla ya shida na mahitaji tuliyo nayo, tukuseme asante na tukushukuru. E Bwana kwa sababu yako mengi umetutendea, mfalme amani, yako mengi umetupigania, makubwa na mazito ambayo Ma macho yetu ya damu na nyama hayaweza kuyashuhudia. Ndio maana Mungu tunasema asante, tumechagua kusema asante, tumechagua kusema tunakushukuru, tumechagua kusema Mungu asante. As

ambayo Bwana umetutendea, asante kwa yote ambayo Bwana yametupata, yametukumba. Asante kwa yote, asante kwa yote, asante kwa yote Mungu. Tumeingia malangoni mwako Jumatatu ya leo, ikiwa ni tarehe kumi mwezi wa kumi na moja mwaka wa Bwana wa ishirini na tano tumechagua kusema asante kwa uhai uliotupa. Tumechagua kusema asante kwa zawadi nyingine ya pumzi uliotupa asubuhi ya leo, tume kusema asante. Sisi kuwa hai ni kusudi la kwako, sisi kuwa hai ni rehema zako tu, sisi kuwa hai ni upendo wako e Bwana. Tunakushukuru mfalme wa amani, pokea heshima na utukufu katika kiti chako cha enzi, pokea heshima na utukufu katika madhabahu yako takatifu mbinguni. Kila mmoja anakushukuru, kila mmoja anasema asante, kila mmoja ametambua mchango wa kwako juu ya maisha ya kwake kila mmoja ametambua ya kwamba mkono wako umembeba mkono wako umemsaidia kuona wiki mpya ambayo hatujawahi kuishi. Ni mkono wako umetubeba, ni mkono wako umetusaidia. Nani kama wewe Bwana? Tukulinganishe na nini, Mungu wa miungu? Tukufananishe na jambo gani? Tukulinganishe na kitu gani cha thamani? Wewe ni Mungu na utabakia kuwa Mungu. Wewe ni Mungu wa ajabu. Wewe ni Mungu wa kutisha na kuogofya wewe ni Mungu shikaye maagano, wewe ni Mungu tusaidiae. Jina lako ni Imanueli, Mungu pamoja nasi. Hujawahi kutuacha, hujawahi kutukimbia. Katikati ya kesha la usiku, wewe uko pamoja nasi. Tunaposinzia na kulala usingizi, wewe hulali, wala hauruhusu miguu yetu ikasogezwa panapo nafasi ya kwetu. Baba utukuzwe, Baba uhimidiwe, Baba pokea sifa za mioyo ya kwetu, katika jina la Yesu tunalishukuru Jina lako tunaishukuru, damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyomwagika msalabani, damu itune nayo mema katikati ya mabaya. Tunakushukuru, tunasema asante katika jina la Yesu. Asante kwa nafasi nyingine umetupa ya kusikia ujumbe wa neno lako. Asante Mungu kwa utayari uliotupa wa kuinua miguu yetu katika vitanda vya kwetu na kutuingiza katika malango ya nyumba hii ya ibada, utukuzi e Mungu wetu, ni wewe umetusaidia, si akili za kwetu, ni wewe umetusaidia, si mipango ya kwetu tuliyokuwa nayo, ni wewe Mungu umetusaidia, si kwa sababu tuliweka alama, ni wewe Bwana umetuwezesha. Utukuzwe Mungu, tuwezeshaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu mno kuliko tuyaombaye, kuliko tufikiriayo, kuliko tarajiavyo katika jina la Yesu Kristo. Baba, pokea utukufu na heshima katika kiti chako cha enzi ni katika jina lako e eh, Mungu Baba Mwana Roho Mtakatifu na jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen pe Yesu makofi yako ya shangwe na dhabihu yako kwa Bwana aliyekupa nafasi. Haleluya, tafadhali naomba keti katika uwepo wa Bwana. Nichukua nafasi sana kumshukuru Mungu wa mbinguni kwa kunipa tena kibali na nafasi ya kutumika pamoja nanyi katika ibada hii takatifu za masifu ya asubuhi. Lakini pia nichukua nafasi hii sana kumshukuru mchungaji kiongozi wa sharika wetu wa Msasani, mchungaji Manford Kijalo pamoja na tenda kazi pamoja na aye mwinjilisti eh, parshweka na baraza la wazee kamati zote, lakini pia sharika, na ninyi wa sharika kuniamini na kunipa nafasi ya kutumika pamoja nanyi. Jina la Yesu libarikiwe sana na hapo tungempigia Yesu makofi mengi ya shukrani kwa ajili ya viongozi wetu. Haleluya! Basi niende moja kwa moja kwenye kichwa cha somo ambacho Bwana ametupa kwa zamu ya wiki hii ambacho Bwana Mungu ametupa, tutafakari kwa pamoja, na tumwangalie Mungu kwa pamoja. Kichwa cha somo kinasema: Mungu atufarijiaye katika dhiki yetu, Mungu atufarijiaye katika dhiki yetu, mungu atufarijiai atufarijiai, kibibilia kabisa hiyo atufarijiai katika dhiki yetu. Na kitabu kinachotuongoza ni Wakorintho wa pili mlango wake wa kwanza na mstari wake wa tatu na wanne. Wakorintho wa kwanza wa pili samani, mlango wa kwanza na mstari wa tatu na wanne. somo kitabu kinachotongoza, wa Korinto wa pili mlango wa kwanza mstari wake wa tatu na tunaishia mstari wa nne Biblia inasomeka hivi: na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, Mungu wa faraja yote atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu, ili na sisi au nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo zipi? Tunazofarijiwa na Mungu. Yako malengo kadhaa ambayo nimeyaweka ya somo. Lengo la kwanza nimesema ni ili upate kujua ya kwamba katika dunia hii faraja ya uhakika na ya kweli kwenye mabano kamilifu, ama timilifu, yenye utoshelevu inapatikana kwa Mungu pekee. Lengo la kwanza la somo ni ili ujue ya kwamba kwenye dunia hii tunayoishi, faraja yako ya kweli na ya uhakika kwenye mabano kamilifu toshelevu inayojitosheleza inapatikana kwa Mungu pekee, Mungu pekee, Mungu pekee. Lengo la pili la somo, lengo la pili la somo, lengo la pili la somo ni ili upate kujua ya kwamba faraja ya Mungu inalenga kuponya nafsi ya mtu, faraja ya Mungu inalenga kuponya nafsi za mtu. Lengo la pili la somo ni hili, mimi na wewe tupate kujua ya kwamba Mungu atufarijiaye anaitumia faraja yake ili kulenga kuponya nafsi ya mtu. Kwenye nafsi kuna akili, kwenye nafsi kuna maamuzi, kwenye nafsi kuna hisia na kwenye nafsi pia kuna nia. Kwa nafsi ya mtu inapojeruhiwa, maanake maamuzi ya huyo mtu yanavurugwa, hataweza kuchukua maamuzi yoyote huyo mtu, na ikiwezekana atachukua maamuzi, atakuwa ni maamuzi ya hasira maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa nafsi inapopigwa, maanake uwezo wa mtu wa kufanya maamuzi sahihi naondoka. Nafsi inapopigwa, akili inakuwa kama imestak, nafika mwisho, huoni mbele, huoni mwangaza, huoni nuru, huoni tumaini. Kwa akili yako nakuwa ina napata changamoto kidogo. Lakini pia hata hisia hata yakula hisia yakula naondoka, sina hamu ya kula, na hisia kadhaa ya za upendo zinaondoka, zinaingia hisia za huzuni, hmm, hisia za chuki, hisia za visasi. Kwa nini? Nafsi imepigwa. Na hii tunaona kwenye kitabu cha Zaburi ya mia moja na thelathini na nane na mstari wake wa tatu. Zaburi ya mia moja na thelathini na nane, na mstari wake wa tatu na mstari. Anasema: siku ile nilipokuita uliniitikia ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Kwa hiyo ili faraja ya Mungu iweze kuhusika kwa maisha ya kwako, kwa lazima iwepo siku na yawepo maombi kwa faraja ya Mungu itapatikana kwa siku ambayo utachagua kupiga magoti kwake na kumwita kwa. Anasema, siku ile mimi nilipoomba, nilipokosa tumaini, nilipokosa faraja, nilipokosa amani, nilikuita, nilipiga magoti na nilipokuita, we Mungu wa ujifichi We Mungu si bahili, unatukimbia kwenye matatizo, unatukimbia kwenye machozi. We si mungu unayewaacha watu yatima. Umetuahidi utakuwa nasi hata ukamilifu wa dahari, na kweli uliniitikia. Na jambo la kwanza ulilolifanya ni kwamba ulinifariji nafsi yangu. Kwa njia gani? Ya kunitia nguvu ndani yangu. Kwa kama umenifuatilia vizuri, nafsi inapopigwa, nimekuambia kila kitu kinasimama, manake unakosa uwezo, unakosa nguvu. kwa mwemba Zaburi anasema ukanitia nguvu. Nilikuwa sina nguvu ya kuanzisha biashara, ukanitia nguvu, nikaanze biashara tena. Nilikuwa sina nguvu ya kuendelea na mahusiano haya na hii ndoa, kwa sababu ya changamoto nazopitia, ukanitia nguvu, niendelee nayo. Nilikuwa sina nguvu ya kutembea, afya yangu ilikuwa imepigwa na magonjwa ya kansa, visukari, pressure, magonjwa ya mifupa, ukanitia nguvu. Kwa kazi ya faraja ya Mungu ni kukutia nguvu. Kwa maana wiki hii tunataka tupite kwenye somo hili, ili kila aliyekosa nguvu, Mungu atupae faraja atupe nguvu za kuinuka na kutembea tena katika jina la Yesu. Sema ameni kwa msaada wa Bwana pe Yesu. Makofi ya shangwe kama unaamini ya kwamba wiki hii utapokea nguvu kwa Bwana, kwa haijalishi maadui zako wamelenga kufanya nini, kukupoteza, wamelenga uishie hapo, wamelenga jitihada zako ziishie hapo, kwa hizo changamoto na mambo mabaya waliokusukia lakini mpango wa Mungu katika mabaya yao sikukuondoa tu sikukuondoa tu sikukuondoa tu mpango wa Mungu ni kwamba akupe faraja itakayokupa nguvu kwenye hizo changamoto na ukitoka hapo uwe bora zaidi ya ulivyokuwa katika jina la Bwana changamoto hazitumalizi changamoto zinatufanya kuwa bora zaidi katika jina la Yesu kama walitegemea kwamba tutarudi nyuma walitegemea kwamba tutashiwa nguvu walitegemea kwamba ndio mwisho we. Mungu anatutia nguvu pale pale, na tunainuka na kutembea katika jina la Bwana Yesu. Makofi mengi ya shangwe kama tuko pamoja. Kaa lengo ya matatizo, vitu vigumu vinavyopita kulenga na kupiga nafsi zetu, lakini katika hayo Mungu huwa atuondoi kwanza, anatuacha pale pale. Anapewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Ziko aina mbili za faraja ambazo nimezingamua. Faraja ya kwanza ni faraja ya wanadamu inayombakishi, inayomfanya mtu abaki kwenye tatizo na waendelee kunufaika naye. Faraja ya wanadamu inayo inayompa mtu aendelee kubakia kwenye tatizo na ndio maana nimekuambia, lengo la kwanza ujue ya kwamba faraja ya uhakika na ya ukweli, faraja kamilifu toshelevu, faraja yenye msaada kwako, ipo kwa Mungu. Haijalishi mchungaji wako aje kufariji, haijalishi mwinjilisti wako aje kufariji haijalishi mke wako hajakufariji, haijalishi mme wako hajakufariji, haijalishi watoto wamekukataa wamekuacha kwenye changamoto na msiba wa kwako, lakini faraja ya Mungu unapoipata kazi yake ni kukutoa kwenye changamoto katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa hiyo faraja ya wanadamu ni faraja ipo imegawanyika na yenyewe, faraja ya wanadamu ambayo inakubakisha tatizo na ndio maana usiamini sana faraja ya mwanadamu, ni faraja itakayokuambia je, mimi si bora kuliko watoto kumi? yeye <laughs> ana watoto kwa pedina, lakini anakuambia mimi ni zaidi kuliko watoto. Una machozi una uchungu una tamania una kiu ya kwamba Mungu akuite mama Mungu akuite baba unapita kwenye kipindi kigumu, lakini anakuja mwanadamu anakuambia mimi ni si zaidi kuliko watoto kumi. Manake faraja yake inamfanya hana aendelee kubaki kwenye utasa, aendelee kubaki kuzalilika, aendelee kubaki kwenye changamoto hii ni kwenye Samueli wa kwanza mlango wa kwanza na mstari wa nane. Kwenye changamoto unayopita usiamini faraja ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu anaweza akakufariji kwa ukaona ni faraja, lakini anaendelea kukubakisha kwenye changamoto au kwenye shida ulionayo. Wengine atakwambia unahitaji unahitaji kuolewa, unahitaji kuzaa, unahitaji kujenga. Anakuambia e, kuna muda ni yani, kila jambo na muda na majira wake. Mwingine anakwambia unahitaji kuwa na nyumba, unahitaji kuwa na gari zuri. Anakwambia ni mambo ya anasa tu, najua lakini, yeye ana gari, yeye ana nyumba. Wewe anakwambia tutaviacha, tuta hivi hivi, sio vitu vya kudumu, ni vitu vya muda. Faraja ya mwanadamu! Wewe ubaki kuwa masikini, yeye mambo yake yamwendee. Wewe ubaki kuitwa mtu ombaomba, yeye mambo yake yamwendee. Lakini zipo faraja nyingine za wanadamu katika Mungu ukimwona, <laughs> anakuja na Biblia ujue uh, anaweza akakupa faraja ya kukusaidia. Na anabwana alibarikiwe sana na. Sasa kuna faraja ya pili ambayo inaitwa faraja ya Mungu. Faraja hii ya Mungu inaingia mahali popote, lakini faraja ya wanadamu hakuna mahali zinagongaga mwamba, kuna mahali haziingiagi. Yaani watu wanajaribu kukufariji. Watu watu wanajaribu kukuambia Mungu yuko na wewe, lakini hauelewi. Unaona kama vile hawajatambua maumivu ulionayo, hawajatambua kipindi kigumu unachopitia, ni kama vile hawajakaa, hawajavaa viatu vyako. Unawaona kama wanakuigizia, na wakati mwingine atakwambia, tumekatia tiketi, panda ndege, njoo Dubai, angalau upoteze muda, angalau uenjoi, na utapanda na utaenda, lakini faraja hiyo ya wanadamu utakaa nayo kwa muda, ukiachana nayo inaondoka. Hii kwa habari njema ya kwamba kuna faraja ya Mungu ambayo ikiwa na wewe Mungu haondoki wala faraja yake haiondoki ndani yako, sema amen katika jina la Bwana. Ndio naweza kuchoka kupeleka hata beach, sehemu nzuri, wanakutia moyo, saa nyingine wanaomba na wewe, wanaimba tenzi zote za rohoni unafarijika tu kwa ule muda, wakiondoka na faraja imeondoka. <laughs> Iko faraja ya Mungu asiondoka hiyo. Ikiwa na wewe inakupa utulivu wa moyo, ikiwa na wewe inakupa amani, ikiwa na wewe inakupa hatua mpya, ikiwa na wewe inakubakisha hapo hapo kwenye tatizo, lakini inakusababishia kuchomoka, kupanga mikakati ya kutoka kwenye tatizo. Katika jina la Yesu, haleluya ni pamoja nami katika jina la Yesu. Kwa hiyo kama unatafuta faraja kwa wanadamu umeumia, ambia jirani yako umeumia. <laughs> Faraja yako iko kwa Mungu. Leo nakuwekea tu kamsingi, kesho itaendelea. Kwa ndio maana hata kwenye Wakorintho wa kwanza pili hapo nimekusomea sijafafanua hata kidogo. Naa Yesu libarikiwe sana. Nataka kukuwekea msingi ili ujue, mwanadamu, faraja yako iko kwa Bwana. Iko madhabahu faraja yako ipo wakati utakapochagua kumwitia Bwana mahali ulikopagumu, ulipokataliwa, ulikofukuzwa kazi, ulikosingiziwa. Faraja yako iko kwa Mungu. Mungu pekee ndiye anaweza kukupa faraja. Unaweza ukajielezea kwa maneno yote, lakini watu wasikuamini, lakini watu wasikuelewe wamechagua kukaa kinyume na wewe lakini Mungu anaitazama nafsi za watu akikana. Wewe mwana wa Mungu, maisha yako ni bulibuli katika jina la Yesu ndio, ni bulibu. Okay faraja ni nini? karibia kumaliza sasa. Faraja maana yake ni nini? Faraja maana yake ni utulivu wa moyo anaopewa mtu utulivu wa moyo anaopewa mtu au anaopata mtu akiwa kwenye kipindi kigumu, akiwa kwenye machozi, akiwa gizani, akiwa kwenye sintofahamu, akiwa kwenye pahali pasipoelezeka. Kawa faraja, kazi yake nini? Kutuliza moyo Tumishi wa Mungu umetoa wapi? Kitabu cha Isaya mlango wa 40 mstari wake wa kwanza, maandiko yanasemaje? Anasema, anasema watulizeni mioyo, anaweka koma, anasema tena watulizeni mioyo watu wangu, wasema Mungu. Kwa nini watulizwe mioyo? Kumbe moyo unaweza ukayumbishwa. Unaumbishwa na nini? Na vipindi vigumu. Unayumbishwa na nini? Taarifa mbaya zilizopitia kutoka wapi? Kutoka kwenye macho, kwa kuona. Zikapitia na wapi tena? Kwa kusikia, kwa aliposikia, moyo ukayumbishwa, moyo ukaangaika, moyo kapata shida. Alipoona, moyo ukapata shida, kwa Mungu anasema watulizeni mioyo. Kitu gani kitakachotumika ni faraja kazi ya faraja nini? Ni kutuliza mioyo inayohangaika, kutuliza mioyo inayolia, kutuliza mioyo isiyoona tena. Kazi ya faraja ni kutuliza moyo wa mtu. Ukiendelea kusoma, anasema kwa maana vita yao imekwisha. Ah, vita haijaisha, wanaendelea kupigana, lakini Mungu anasema watulizeni kwanza mioyo. Mambo, hayajaisha anasema watulizeni kwanza mioyo. Mkisha watuliza, vita imeisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukipata utulivu kwenye vita yoyote unayopitia, imeisha. Ukipata utulivu wa nafsi, utulivu wa moyo, vita yoyote ya kishirikina, vita ya kichawi, vita ya kiuchumi vita ya kibali, vita ya uhai imeisha. Nami nimetumwa na Mungu asubuhi ya leo na wiki hii kusema ya kwamba vita yako imeisha, katika jina la Bwana. Chochote kilichokuliza machozi kimetangaziwa mwisho wake kwa neno la Bwana, hautalia tena. Na Mungu wa faraja, wacha aifariji mioyo iliyolia, mioyo ya familia zetu, mioyo ya kanisa letu, mioyo ya taifa letu. Faraja ya Bwana iwe pamoja na wewe iende pamoja na wewe. Mungu ameona machozi yako na hata tulia, ameshuka hapa wiki hii kukuambia ya kwamba vita yako imekoma katika jina la Yesu. Hiyo changamoto ulio nayo Mungu ameitangazia mwisho. Ugonjwa ulionao Mungu ametangazia mwisho katika jina la Yesu. Wanaoelewa pamoja nami hapa wampe Yesu makofi ya shangwe na Gele gele! Katika jina la Yesu, mioyo yetu haitaumbishwa tena, tumepata tulizo kwenye madhabahu, tumepata dawa kwenye madhabahu ya Bwana. Tukitoka tunaenda kwa ujasiri, tukijua ya kwamba Mungu anayetuliza mioyo yuko pamoja na sisi. Wacha vita iinuke, wacha maadui zetu asimame mbele yetu kwa ukubwa wao, lakini Bwana yuko tayari kutusaidia, yuko tayari kutupigania, yuko tayari kuhakikisha ya kwamba tuna ishi tena tunaanzisha biashara tena tunaanzisha mahusiano mengine mapya tena tunaanzisha uzao mwingine pebona makofi tena ya shangwe. Halafu ah, kama unaelewa sema amen. Naomba usimame hapo ulipo kwa miguu yako. Nini kimekuliza? nini kimekuogopesha? Bwana Mungu, atufarijiaye katika dhiki zetu zote, ametupa jawabu. Shika sadaka yako, shika na sadaka yako nzuri. Kesho jitahidi kuwai, tuanze kidogo na maombi sasa, muda umeshakimbia. Tumishi wa Mungu mjulishe karibu no. Sema e Bwana Yesu, wakati umeshika sadaka yako, sema e Bwana Yesu, nimelisikia neno lako ya kwamba mfariji pekee wa uhakika na mwenye utoshelevu ni wewe Bwana, ninakuomba e Mungu, kwa faraja hii ndogo niliyoipokea Jumatatu leo kwa sehemu ya faraja kubwa ulioniandalia ninakuomba sawasawa na neno lako nipe nguvu na mimi ya kwenda kuwafariji wengine katika dhiki zao za namna zozote. Nipe nguvu na mimi tena ya kuwafariji wengine katika dhiki zao. Ipokee sadaka yangu, pokea maisha yangu, pokea na mwili wangu, pokea na vyote nilivyo navyo, na mbaraka wako uende pamoja nami katika jina la Yesu. Sema amen. Karibu, kwa haraka, mtolee Bwana Mungu sadaka ya kwako, na tupokee baraka za Bwana kutoka kwa mtumishi wa Mungu na tuenende kwa amani ya Bwana. Bele ninaendelea ninazidi kutembea maombiu yasikie.

Bwana Yesu, hakika wewe ni Mungu wa faraja yote, utufarijie katika dhiki za kila namna na kutuvusha na kutupitisha katika wakati ambao nafsi zetu na mioyo yetu imeinama. Lakini Mungu wetu, ukiwa pamoja nasi, watoto wako, tunahuishwa na kutegemezwa na kutiwa nguvu kuendelea kukutumani wewe. Asante kwa sababu hujatuacha kanisa lako, hujatuacha familia, hujatuacha taifa, katikati ya misukosuko ambayo tumepita. E Bwana, umekuwa msaada na kimbilio na ngome, wakati ambao mbao, e Bwana, watu wengi wana machozi, umekuwa faraja kwao, umeendelea kutusimamisha tena kututia nguvu. Saada pekee na nguvu pekee ambayo Bwana tunaweza kutembea nayo ni ile inayotoka kwako, kwa msaada wa Roho Mtakatifu wako, pokea okay, sadaka hii ambayo watoto wako tumekutolea, kiwa ni shukrani ya afya zetu, ambao Bwana tumepata neema hii na kibali kikuwepo siku ya leo, si kwamba tunastahili, bali neema kumetustahilisha Oke okay, hata utumishi huu ambao mtumishi wako amesimama kunena neno lako, ujasiri wote umeendelea kumtia nguvu, na kipekee Mungu wa mbingu na nchi, na nchi napoendea wiki hii, tunaomba uso wako ende nasi, katubariki tuingie hapo, na tutokapo, katika, kazi, na biashara katika, kazi za kiofisi, katika mashamba katika mifugo na katika kila eneo Mungu, kaendelea kutubariki na kutulinda na afya zetu zilindwe na wewe na ututegemeze kwa utukufu wako, tunajikabidhi kwako mfalme na Mungu wetu nayetupenda, katika jina la Utatu Yesu Kristo Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama navyotimizwa huko mbinguni, tupe leo riziki yetu, tusamee makosa yetu kama nasi tunavyosamea tukosea, usitutie majaribuni, lakini kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu